kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa neema ya uhai, asante kwa neema neema ya ya pumzi, asante kwa neema ya nafasi hii ya thamani ya kusanyika mbele zako asubuhi ya leo. Tunakuja mbele zako si kwa haki zetu, bali kwa rehema zako kuu. tunakuja tukiwa maskini wa roho, tukitambua dhaifu wetu tamaa zetu na mapambano ya kila siku dhidi ya mwili, ulimwengu na Shetani. E, Bwana, kama ulivyomwita Yohana Mbatizaji tangu tumboni mwa mama yake tunaomba leo utuite sisi pia, ututakase mioyo yetu, utufundishe maana ya kweli ya kiasi na utujaze Roho Mtakatifu ili tuweze kuishi maisha ya ushuhuda. E, Bwana, tunaomba ukatawale uchu wa mili yetu utawari tamaa za macho, utawari kiburi cha maisha. Utufundishe kujikana nafsi na kubeba msalaba wetu kila siku. Roho Mtakatifu shio katikati yetu sasa, tufungulie akili zetu ili kuelewa kweli zako, tufungulie mioyo yetu ili kupokea neno lako, na utujenge katika nidhamu ya kiroho kiakili na kimwili. E Baba, katika dunia iliyojaa anasa, ulevi wa dhambi na upotoshaji wa kweli. Tufanye sisi kuwa sauti ya kilio nyikani. Tufanye kuwa watu wa matengenezo wenye mavazi ya unyekevu, maneno ya kweli na maisha yanayokutukuza. Bariki fundisho hili la kiasi. Bariki kila atakayelisikia. Bariki familia zetu, bariki vijana wetu, bariki watoto wetu ili tangu utotoni wajengwe katika kujitawala. Tunaweka kesha hili mikononi mwako. Tunaomba Bwana uwe mwanzo, Uwe katikati na uwe mwisho. Yote tunayoyaomba tunayaomba kwa jina la Yesu, amina. Mungu aliyemkabidhi mwana wa Zakaria kazi kubwa mno kuwahi kukabidhiwa kwa wanadamu. Ili kukamilisha kazi hii alipaswa kuwa na Bwana ili afanye kazi pamoja naye. Roho wa Mungu angekuwa pamoja naye ikiwa anafuata maelekezo ya malaika. Yohana alipaswa kwenda kama mjumbe wa Yehova. Alipaswa kuwapatia mwelekeo mpya mawazo yao alipaswa awashawishi juu ya utakatifu wa matakwa ya Mungu na hitaji lao la haki kamilifu ya Mungu. Mjumbe wa jinsi hiyo lazima awe mtakatifu, lazima awe hekalu la roho wa Mungu kukaa ndani yake ili aweze kukamilisha utume wake. Alipaswa awe na afya kamili kimwili, kiasi na kiroho. Kwa hiyo itampasa kutawala uchu wa chakula na tamaa alipaswa aweze kudhibiti uwezo wake wote ili aweze kusimama miongoni mwa watu sawa sawa na miamba na milima nyikani, bila kushawishiwa na hali ya mambo iliyokuwa inamzunguka. Katika siku za Yohana Mbatizaji, tamaa ya mali, kupenda anasa na kujionesha vilikuwa vimeenea sana. Anasa zinazosisimua, karamu na ulevi vilikuwa vinasababisha magonjwa na kudhoofisha mwili kudumaza utambuzi wa kiroho na kuafifisha ubaya wa dhambi. Yohana alipaswa kusimama kama mwana wa matengenezo kwa maisha yake ya kujihini na mavazi ya kawaida tu, angekemea tabia ya ubadhilifu ya wakati wake. Hivyo maelekezo yaliyotolewa kwa wazazi wa Yohana, somo la kiasi iliyotolewa na malaika kutoka katika kiti cha enzi. Katika kipindi cha utotoni na ujana, tabia inaweza kushawishiwa kwa urahisi zaidi. Hivyo basi uwezo wa kujitawala lazima ujengwe. Kando ya moto na katika mikusanyiko ya familia mivuto inatolewa ambayo matokeo yake ya wanadamu kama ya milele. Mazoea yaliyojengwa tangu totoni ndiyo yatakayoamua wakati wa utu mzima, kama mtu atashinda au atashindwa. Kama nabii Yohana alipaswa kuigeuza mioyo ya baba iwaelekea watoto na kuatilia waasi akili za wenye haki na kumwelekea Bwana, tayari watu waliotengenezwa kati. Tayarisha njia kwa ajili ya kuja kwa Kristo mara ya kwanza. Yohana alikuwa anawakilisha wale ambao watatayarisha watu kwa ajili ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Ulimwengu umezama katika kuendekeza anasa, makosa na hadithi za kubuni, vimejaa tere. Mitego ya Shetani kwa ajili ya kudhiharibu roho imezidu, imezidishwa wote wanaotaka kuwa na utakatifu mkamilifu katika kicho cha Mungu lazima wajifunze kuwa na kiasi na kujitawala. Uchu wa chakula pamoja na tamaa lazima vitishwe na uwezo utokao juu. Kujitawala huku ni muhimu kwa ajili ya uwezo wa akili na utambuzi wa kiroho ambao utatuwezesha kuelewa na kutenda kweli takatifu za neno la Mungu. Kwa sababu hii kwa kuwa na kiasi ni muhimu sana katika kazi ya maandalizi ya ujio wa Kristo wa mara ya pili. Tumaini la Vizazi vyote 76, 77. Tuombe. Ee, Baba yetu wa mbinguni, kwa unyenyekevu mkubwa tunasimama tena mbele zako tukikushukuru kwa mda huu wa neema uliotupa. Asante kwa neno lako lilio hai, asante kwa fundisho la kiasi, asante kwa mfano wa Yohana Mbatizaji uliotufundisha kuwa maandalizi ya kazi ya Mungu huanza na kujitawala. E ee, Bwana, tunakiri kwamba mara nyingi tumeshindwa kudhibiti miili yetu. Tunakiri tumekubali anasa tumefumbia macho maonyo yako, tumekuwa wazembe katika maandalizi ya ujio wa Kristo. Lakini leo Bwana, tunakupa mioyo yetu upya, tunakupa akili zetu, tunakupa mili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ikupendezayo. Roho Mtakatifu, chukua fundisho hili lisibaki maneno tu, libadilishe kuwa tabia, libadilishe kuwa mtindo wa maisha, libadilishe kuwa ushuhuda hai. E, Baba, tujenge katika kiasi cha kula na kunywa, katika maneno tunayoyasema, katika mavazi tunayoyavaa, katika matumizi ya muda na katika matumizi ya mali uliotukabidhi. Tufanye tuwe watu wanaotayarisha njia ya Bwana, wanaogeuse mioyo ya baba iwaelekee watoto na mioyo ya watoto iwaelekee haki. Tunapofunga kesha hili, tunaomba usituache, uende nasi majumbani, ulinde usingizi wetu Utupatie nguvu mpya na kuanza siku hii kwa ushindi. Ee Bwana, tunaweka tayari kwa ujio wako wa mara ya pili, tufanye tuwe uaminifu hadi mwisho, ili siku ile tutakapokuona uso kwa uso tusihofu, bali tufurahi. Kwa jina la Yesu Kristo ambaye ni mfalme ajaye, tunaomba na kushukuru. Amina.